Mapemani akalichafua kwenye matope, lakini sio kulichafua. Kwa hiyo mtu anayechafua jina lako na jina la familia yako ni mbaya, unatakiwa kuepuka kwa mara yote. Mtu anayetaja jina lako vibaya ni mtu mbaya sana. Ukitaka kujua hili jambo, nenda kam na siasa anayegombea sahihi, alafu muulize, nenda kaandike, alafu toa mabango wewe, andika tu kwamba huyu mwanasiasa mgombea wa ubunge jimbo la Iringa au jimbo la Kilolo ni mchafu, hastahili kupewa. Uone kama utakaa. Kwa nini? Kwa sababu jina lako likiharibika na sifa yako inaharibika. Nikuulize swali, nikuulize swali, swali. Unamjua Osama bin Laden yule gaidi? Unamjua? Unamjua mchungaji? Ulishawahi kujiuliza lo uzao wa Osama bin Laden, akazaliwa kijana akaitwa Matayo Osama bin Laden. uiowaiiza huyu Matayo aliyepewa jina la Biblia, kama akienda ubalozi wa Marekani a nchi yoyote kuomba visa ya kusafiri kwenda nchi nyingine, atapata visa? Na kuuliza tena, atapata hiyo visa ya kusafiri popote? Kwa nini mwenye jina la Biblia asiruhusiwe kwenda popote? Kwa sababu jina la babu yake liliharibiwa, alikuwa ni gaidi.